Leo msafu, masaka. Eh, street, exact. Karibu ku Uvira Online, sijui kama unajua vale batu vengi banaitiwaga balala rondo. Balala rondo tunada baita ba, ba... veilleur de la nuit mu français na mu anglais, je pense tunada baita peut-être ba night, pereobama a balala rondo ni babiana venye valiforme magroup kule Uvira mukadre ya kusecurize mungini. Ni babiana venye habana mshahara, habana magrad na mukadiri awo ya, ya kuprotege mungini havakuwagi na maarme, hava na mabunduki ukwake. Sesoi, jina langu ni William Muyuku na naika hapa Montreal, Canada. Niko presentement mo studio ya um, Africa Canada TV yenye inatumika na Uvira Online kule, eh, kule kunyumba kwa uh. Uh. <laughs>

Yeah. Ah, ma yeah. Eh. Ah, ah. Alo, mtu mwenye alitu inspire kufanya hii emission mwenye alikuwa sema kama kaka William pourquoi est-ce que hatuezisema uh, jua Balala Rondo ni dadamoyo anaikala hapa Kanada pia jina lake ni Natalie Pereheza. <laughs> Mara kwanza nilisemaga jina yake akanichekeaga kwa mimi pasi nilisema mzuri. Donc, dada Natalia alikuwa Uvira, ane passe, na ndio pale alidecouvrir naye balala rondo. Uh, na ndio akasema mbo ifo tuangalie gisi ya kufanya pour que ababatu ba, uh, baba jue. Dada Natalia aniandikia hivi mu barua yake alisema, nimeshangaa kuona uh, ba, uh, hawana hata station yoyote ile ya kuonesha kama wanavize hata kitu fulani mu avenir. Shida yao ni amani ya rahia tu. 1.13 iliyotumotive ilikuwa ni kwa sababu kuona mama zetu wananyanyasika wakati wanatoka mashambani wa kijana na chakula wanatuletea, ili tuje tutumie, ikiwa muda wa saa mbili au jeshi au maimai kumfunga ukimonesha carte d'electeur, wanakwambia Congo sio ya baba yako. mm -hmm. Na usijifanye kuwa wendo unaweza ama unajua ulifikia mm -hmm. Wakati na si vijana tukapata nguvu na moyo mm -hmm. Tukajituma mkazi ya local defense ili tulinde wa mama zetu, na kwa kuwa Congo ni mama yetu, huyu udongo ni mama yetu, na ndio kwa maana tumejituma vijana wengi kama wadegarage wangine wadarist wa motar tukajisensibilize

Uh -huh. Kufuatana mabadiliko bisi mabuzi likuwa mingi yani. Lakini tangia wa babiana Balala Rondo banaingia uh -huh. Ituko na amani uh -huh. Nanjo vyenye tunavapendea zaidi uh -huh.

Uko na mali ya mingi pale pale, kwa mwingine, eske ushaka juwaza hata siku moja kusema nisaidia? Okay, waviana kama iko wanashinda wanazunguruka usiku, c'est tout simplement parce que vanapenda ile mali yako, kusukua mtu mweataigusaskapata ha. Kwa kwa kwanza msaada wa kwanza Nye wa mama zetu na baba zetu wanatuchangia franga ya pile ya kutia mtosh, wanatuchangia unga kidogo, tunatia pale kuka, tunasonga kwa tunachangia, tunajikabula mapeleton na sasa bugali, tunachangia tunajikabula mapeleton. Kwa kwetu kuna autorisation ya badavina wa dekarite na de cellule na de cite na administrateur, basi inabidi tukutana na, na, na basoda, tunachangana, tunatembea navo, tunatembea kwenda, tunalinda raia na mali yake . Muna mshahara mwisho wa mwezi? Hapana hatuna. Atu, mshahara hatuna matunzo mm. Donc ni travail volontaire okay. Hapa chini natia email kama kuko mtu mwenye iko napenda kusaidia Balala Rondo, unanyandikia deux petits mots kwa email. Après pale nitangia na kontakte na weye, nitakupatia numero yenye taita kule kunyumba Uvira pour que usaidie Balala Rondo. Balala balala balala rondo ya, um, ya Mutarule, Mutarule. Ke, balala rondo ya Kamanyola, balala rondo sijui kama ya Sange, balala rondo ya wapi, ya bale batu venye bale bamwisi bale batu babaya venye kuna kwa tutesa kutuya batoto na bamama Kungelikuwa bala la rondo hata ya Beni, labda ile masakri yote ingelikuwa. Uko Uvira, uko South, sijui kama uko Norway, huko Den Denmark uko, sijui kama wapi, uh, Australie bon oh, ukikumbuka un jour nafanya quelque chose, pas grave non non, en tout cas merci sana, um, <coughs> tunaendelea t Tunalia chozi, ifikie waku viongozi, kwa yote tunayofanyiwa juu ya haki ni majonzi Amani amani, zarani zarani na na pote pote, ila ila sisi nindani, ila sisi tujaona tujaona, Tumekata Tumekata Tumekata tumekata. Hey, Engine nene nyokopale ju. Uh, rafiki yangu mwalitoka Norvege anaenda kunyumba, akarudia. Wakati anarudia Norway, aliku balimpatia sumu. Bo bengine watu wengi washakuja wakaniona wakaniambia, eh bwana William, sasa kule kunyumba naona ulifungula Uvira online, uko napenda kutuankuraje kurudia kunyumba. Kunyumba tuko naenda, niko natupatia masumu ha? naogopa sumu, naogopa vulozi, naogopa hivi, naogopa vile. Mbo antuka mimi, najua mimi nawazia kama nipoende vya kwangu kunyumba, iko na maproblema yao ya masumu

hatuwezi kompare, hatuwezi kompare bile vitu viwili. Mimi nikusema tu kama mbo un peu partout, kila watu walikuwa na ma, ma probleme yao futana, mambo ya ya sumu. Wakati mimi nilikuwa pale Uvira uh, nili bali nyone, nilienda bali nibeba kwa mtu mmoja hivi na ule mtu aka ni, watu wenyewe biko na biko na madawa ile madawa ina prevenir sumu donc, ukikunywa niko nilikuwa na moya hapa Nitawaonesha njo hii, donc iko sa mzizi. Donc hii mzizi uh, tuka bana iparura hivi, kisha bu ile nani ile bunga nyeta toka, unakuwa unaikunywa mdogo mdogo tu hivi, panda trois jours. Baki kupatia sumu, kikwe ikunywa, après hii dawa itakuwa même chose, itanda sukula damu itasukula na ile sumu tena utai, kama ni kuharo tahara, kama ni kutapika ungali tapika jui dawa Donc inatumika dale deux sens, na dawa haikute vraiment cher idawa mie kiri ni nwaka 25 dollar. Na natia tena email yangu hapa chini, porque kama uko napenda kwenda kunyumba swat, unaweza uliza familia yako kule, porque bakusaidie, bakutafuti uh, baku kwenye nazapata dawa ya kuprevenir sumu kama hawajui, je suis certain ke batauliza hata bengine batu, karibu mafamilia benge batajua tu kwenye batapata dawa de manière légale, iko na pharmacie aa aonafarmai nalese. Problème enye tu niliona c'est que uh, sijui kama kile nyi nilikunywa kama ni miezi ngapi kama hii dawa iko na, na inaeza baservir inaza, inaza sana Rise

Kitu ingine, peut-être, na nasema kufatana na mambo saa ya sumu, kuko maprekosyo zingine za mtu naza kamata e peke. Par exemple, wakati unaenda kule kunyumba uh, kuko mtu mwana aaza kuya na kusalimia, na ule mtu akikusalimia

nale kunyumba ifo. Il tunaapplique ile le leçon kwa ile anani ya école primaire, kunawa mikono na sabuni na inaweza saidia sana. Ingine kitu peut-être, inasema ni kuéviter, ile ni conseil ya kwangu bwana, ni kuéviter, kuéviter mafasi hawa mafasi yenyewe, unajua kama utakutana na watu wengi wanaweza kuwa watu wabaya. Example eh, kama bilio moya wenyimbo, unakutana kwanza, d'abord eh, mwenye alikufa divio moya hivi

na problem pale ukilia njoo kwenye batu bamingi, wanasema ah, e, mtoto yake iko hapa yeye, hivi na hivi, leo blai iko hapa hivi no, no. Donc avari naenda na wale binyi hapa, ngejua vraiment, bakuwa na, c'était pas nécessaire, ba jua kama uko pale nabo, banajua kama uko deja no, no. Donc kuko pale kuko risk ya kusema kama na watu wabaya ba jua kama uko pale

confiance kubarafiki kwa des fois si tunatoka huku ukaikala ku bulaya ulikala kama ni 10 ans. Bo, sijui kama ulifikisha deja, sawa miyo ulifikisha 15 ans huku bulaya, kisho <laughs> wakati narudia, kunazania bale barafiki yako ya zamani njo bangali ki batakuwa barafiki yako, no. Unana baski we, ile miyako ulibakia kule bulaya, haujuu mwenyesha mubale barafiki yako, haujuu mwenyesha kwa enemi yako. Alors wakati tunaenda kule, we peke c'est le conscience yako analizi yako tajua nani mweza un, unaza proche tena atake rafiki na bengine unajua gisi yaku go, unakuwa nabome na kadistansi, kamoya kwa, unaona jule ule rafiki wa fo, mwenye mlionanaga naye depuis il y a huit ans, ule ule njua <laughs> ata kufanya fo kwa. Donc, eh, ni kuangalia selon jugement kila mutu, nani mwenye uta, utaendelea kwa proche sa rafiki, na mwenye hawezi tena kwa. Donc, ile nayo ni kitu ya maana. Kitu ingine Uh, oh yeah. <laughs> Kwa dhani yangu, iko poe zingine, mimi naona sana njoo njoo poe ya, mwisho hiyo. Donc, okay, bon, mais tutaendelea kwa Facebook. Juu ku Facebook wakati tunatia video, kama uko mtu mwana wazia, kama uko ingine poe yenye inaweza kuwa pertinent, unaandika tu pale mu commentaire chini ya hii video, inaweza suggestion, inaweza saidia ndugu yako mwenye anatoka south, sawa, anatoka wapi, inaweza msaidia porque asije retrouver ko mu problème ya mwisho uh, hiyo ya nani kwa ya bitu sawa masumu au bitu sawa bulozi

Marafiki biko pale juu ya kufanya uh, les affaires kwa internet, donc bitu yote bina binapitika pale. Tukamate ka ya Facebook, mi napataka Facebook nikiwaza par pa jour, nikiam batu wakunyandikia ku Facebook bakiwa baloko ni 50 peut-être. Ndugu moya apa Montreal alipenda mwanamke ku Facebook, mwanamke mzuri sana <laughs> Erezma siku moya, wakati tuko naongea naye akaniambia kumbo, friend kwa tafuta kuonesha hivi, nikaenda Uvira kwa tafuta kuonesha mimi yangu ya Uvira, tulisha avancer sana mu relation, nasema ah, tukanjoa kitu ya mzuri ile, njo frere akaenda akanua chupa moja ya vin akasema nionesha tu hivi, donc akanua chupa ya vin akatia chupa ya vin pale tukaanza kuikunywa. Gisi iko na fungula ordinateur, akafungula ordinateur kanionesha foto ya yahuyofielinafoto ya ni foto ya actrice americane, mafie najipresente kama kwavo ni Uvira, anaikala Uvira. bon, sikuja frere nikakamata ordinatere, nika nami, nikafungula page ingine, nikaenda ku page exact ya ule actrice americane Nikamwambia, "Angalia, ile bibi yako iko amemta temp actrice Etazini, na nishaona mafilme zake, anacheza filme fulani, filme fulani a partir ya Hollywood." Frere hakupenda kuitika, akaangalia mafoto, akakompare, akaona zile mafoto kwa kweli haziko za bibi yake, ni mafoto za inactrice american. Kuko mafaso za mingi zetu tunaza jua uh, tunaza fanya jua kutambua wale wenye viko watafuta kudanganya jua kutuiba kwa internet, specialement ile tunaongea kwa ya Facebook. Kuko par example ile mafoto bana banaitaka mutu akiji akijikamata foto mwenyewe kwa, eh, unaniona anapiga pose hivi na kamata foto mwenyewe pale William na Jeheshima no, ile mafoto dinandaka directement mu mu folder mu file mu yo tengali anglais

ma miskile za tro ala tumbo sawa sawa mie, unamwona tu na unamkufa tro, unapenda no, kwa njoo chome yako, kwa njoo kope yako. Bo maintenant unakutana kama hana zile photo za mobile upload, unaweza mwambia peut-être, bo, voilà, uh, napenda nitumie photo mwambie kama hata pose pose moja hivi, par exemple bo, uh, uh, tia mkono hivi kusura yako au uh, sijui kuwa sawa uko naomba, kisha angalie nyuma, sijuu antuka unaomba tu, unaweza kama chef, unaweza kama ta photo moi pose hivi, mimi napenda ile pose, uone si c'est le meme. Ule mtu atakuja pale kupatia exactement ile pose, ile itakuende kujua ule mtu mwenye uko na mnatongozana ni mtu wa kweli au hapana. Donc ile ni ma points zimoya zimoya, mais antuka hakuna regle yoyote yenyekopale ni mapozi mwazimwazi na saidia pour kimbo musi musi ibiwe na bale wanaume mnapenda au bale wanamke mnapenda kwa mbali kwa. Donc ili ni Facebook, na lance tout appel kwa udada mwenyekopale Uvira na mwenye kona utiliser exactement photos za actrice mwa americaine, na mwambie tu kama unaangalia emission bo haiko mzuri mwenye kwa afanya kwa <laughs> ni mzuri, tafute tu kazi ya bien kwa ulia kusema kama uanze ku ku escroquer bengine, bengine batu a travers image ya ngine mutu atuko nikiwazi. Leo ile ndio tulikuwa nayo tu hapa ku studio ya Africa Canada TV bo Uvira Online pa Montreal. Tunabashukuru sana ku kutufata, ma commentaires zenu siku zinakua vraiment mzuri sana. Uh, wakati ukonaziona ku Facebook ya Uvira uh, Online. A la prochaine. Mi ni Bwana William Muyuku na kukamera leo, tuko na Bwana Eric beendwa besemwa mtoto wa Bukavu ku Facebook. Hallelujah.